ni kuweza kuongeza ujuzi pale tulipokuwa, sio kuja kufanya hizi operation ambazo tunafanya kila siku, kuongeza ujuzi. Na kubwa kama alivyosema Dr. Goodwin, tumefanya watoto tisa na watu wazima saba. Sasa nini, nini, nini, nini, kitu ambacho tofauti? Labda moja, huyo mtoto tuliyemfanyia, moyo wake huko upande wa kulia. Nafikiri mlokwenda juu mmemwona, inaitwa dextrocardia, yani moyo huko upande wa kulia. Sasa huyu tatizo sio tu kwamba moyo ulikuwa upande wa kulia, mfumo wake wa umeme ulikuwa haufanyi kazi sawasawa, kwa hiyo mapigo yalikuwa chini sana, na hatari ya kuwa na mapigo chini ni kuzimia na unaweza ukapata kifo cha ghafla. na alikuwa na miezi tisa tu, na vile vile mishipa yake ya ya, ya, ya kwenye moyo haikukaa sawasawa sawa. Yaani ule unaobeba damu chafu na unaobeba damu chafu manake, yenye carbon dioxide na ule unaobeba damu safi ambao na oxygen zilikuwa zitachanganyika. Yaani siyo nisemeni nini, lugha rahisi kwamba uwe na bomba lina maji taka na maji safi yote yamechanganyika, alafu ndio unatakiwa uyatumie. Kwa hiyo tulicho kilichofanyika hapo ni kwamba kwanza, kurekebisha ule mfumo wa umeme. Kwa hiyo tumepandikiza betri katika moyo, pacemaker. Kwa hiyo hilo likatatua tatizo moja. Pili kurekebisha ile mishipa ambayo ilikuwa imekaa vibaya kwa na, na, na, na, sio kawaida e. Data sasa hivi inaonyesha katika e, watoto elfu mbili unaweza mkapata mtoto mmoja mwenye moyo ulokaa upande wa kulia badala ya kushoto kama wengi wetu au wote mlokuwepo humu ndani, na huyu mtoto anatokea kanda la Ziwa e, la pili kubwa, nini tulichokifanya safari hii kwa watu wazima ni kupandikiza mishipa. Hawa ni wagonjwa ambao mishipa yao ya moyo yote ilikuwa imeharibika, kwa hiyo unachukua mishipa kutoka kwenye miguu unapandikiza kwenye moyo, bypass surgery. Kwa hiyo ni surgery kubwa zilizofanyika, na kitu cha tatu kikubwa ambacho kimefanyika kime, kawaida sisi tunabadilisha valve moja. Moyo una valve nne, mbili upande wa kulia, mbili upande wa kushoto. Kwa hiyo utaalamu wetu mm. Kubwa zaidi sisi ilikuwa ni ambao tuna uhakika wa kutoka nao salama zaidi ilikuwa ni kubadilisha valve upande mmoja, lakini tumeendelea na zoezi sasa safari hii au ugonjwa wote tumebadilisha valve mbili kuwawekea valve za chuma upande wa kulia na kushoto, ambao wote wanaendelea vizuri. Na kama alivyosema Russell, uh, mkuu wa hiki kikundi, kabla ya hapo wiki moja kabla hatujaanza upasuaji walileta walimu upande wa uuguzi ambao walitoa wa mafunzo kwa wauguzi wetu 25 wa humu ndani ambao wanahudumia wagonjwa mahututi, kwa sababu ni muhimu sana. Amna maana amna, amna mimi daktari nifanye operation kubwa, alafu ukapoteze ule mgonjwa ICU. Kwa ni, ni, ni, ni training ambazo zinakwenda sambamba. Na mwisho kabisa labda tu nimmalizie kwa nini eh, dhumuni ni, ni, ni la tasisi zetu hizi zote JKCI, MNH na zingine huko. Uh, tukiweza kuwaleta hawa hapa nchini kuna faida mbili kubwa. Moja ni kwamba tutafanya huo upasuaji katika environment ya kwetu, yani katika theater za kwetu. Pili inakuwa kwa watu wengi zaidi, badala ya mtu mmoja. Kwa mfano Godwin alipokwenda kusoma Israel alikwenda peke eh, um, kwa hiyo ingekuwa hiyo nani imefanyika hapa, tungeweza kutrain watu wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kinachotokea sasa hivi, kama uh, sisi tuliokuwa nje kama Godwin aliyerudi miaka ya karibuni, na yeye anafundisha watu wengine humu ndani kwa upasuaji wa watoto, na sisi watu wazima tunafundisha watu wengine. Na katika miaka ya karibuni nafikiri tutakuwa na watu wa kutosha wa kwetu sisi, lakini hatutaacha kuleta hivi vikundi maybe tutapunguza namba, kwa sababu hiki kwa taasisi yetu ya moyo hiki ni kikundi cha kumi na tatu kwa mwaka huu, na bado kimoja kinachokuja wiki ijayo kutoka eh, Falme za Kiarabu na Uingereza. Na kila wanapokuja, tunapata ile transfer of skills, ujuzi mpya katika tunaofanya Kora yetu kubwa ni kwa wananchi kwanza, tukiwaambia wachangie kwenye hizi upasuaji, wachangie wale wasiokuwa na uwezo kabisa, kama safari hii tulio wamefanyiwa bila malipo, lakini kubwa ni uchangiaji wa damu na kuendelea kuwashauri wananchi kununua bima ila wasi na Red Relax kutoka Vodacom, piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli chagua Red. Vodacom